Haa → hawa wasiokuwa Waislamu, kuna wakati sisi Waislamu tutawasaidia, wala dini haijakataa si kuwasaidia. Jirani yako si Muislamu, amefungiwa nyumba, hana renti ya kulipa, wewe una uwezo, mlipie. Jirani yako si Muislamu, mtoto wake amefukuzwa school fees, mlipie. Amekuwa mgonjwa, hana pesa ya kumpeleka hospitali, hana pesa ya hospitali, mpeleke hospitali, mnulie dawa. Wakati mwingine hana chakula, mnulie resheni ya chakula, na wewe una uwezo, mpelekee lakini kuna vitu vitatu haimuhusu yeye, tupate kujua hiyo. Ya kwanza ni zakati lmal, zakati lmal. Mwenyezi Mungu ametaja fungu ya watu tisa katika surati Tauba ambao wanafaa kupewa hii zaka, na wote hawa ni Waislamu. Maana yake zakati lmal marengo yake ni kuinua maisha ya wa Waislamu. Sasa, na miongoni mwa hao watu tisa, mmoja wao ni almuallafatu qulubuhum, ni yule ambaye amesilimu ili kumtia moyo zaidi, kwa sababu mtu anaposilimu anapitia changamoto nyingi. Wengine wanafukuzwa manyumbani, wengine wanafutwa kazi, wengine wanafanywa uadui mbalimbali. Umefahamu? mbali. Wanafanywa kila aina ya mabaya, basi wale wanahitaji zaka kuinuliwa na kuitia nguvu imani yao. Tuwasaidie sana watu ambao wamesilimu na zaka wanafaa, lakini sio mtu ambaye si Muislamu, huyu hapa TV.